Ahalan wasahalan wa marhaban bikum mpenzi msikilizaji wa simulizi za sauti. Karibu tena katika simulizi yetu iitwayo Mchuma janga hula na wakwao na hii ikiwa ni sehemu ya 26. Sehemu ya 25 tulipoishia, tumeona Bwana Kijangwa amefika eneo la tukio, yaani katika duka la Bwana Wavuti na baada ya kufika moja kwa moja akakuta Bizanura Kabindi yupo ambaye ndiye mke halali kabisa wa Bwana Wavuti na Mzee Kashero yupo ambaye ndiye baba yake na Wavuti. Pia kuna askari wa aina mbili, kuna askari wa kike anaitwa Roida na pia kuna askari wa kiume anaitwa Chacha, wakiwa wako pamoja. Baada ya kufika pale, mzee Kashero akawa amekasirika, akaanza kumbwatiza kwa nini alikuwa amezima simu, hali ya kwamba anajua kwamba tukio la aina yoyote litakapotokea inatakiwa wawe pamoja, lakini akawa askari Chacha Mwita amewatuuliza waachane kabisa na maswala ya ugomvi, kwa sababu amemwahidi kwamba yeye na askari Roida watalifuatilia hili swala mpaka litakapoisha. Hapo ndipo mzee Kashero tuliona amenywea, hatimaye hasira zikamshuka na moja kwa moja wakaendelea kuwa watu wenye amani na wakaagana vizuri akahitaji aweze kurudi nyumbani, kwa sababu amekuta wa askari wapo na ni kweli hilo tukio manake limeisha. Kwa hiyo akawa anataka arudi nyumbani. Sasa, kabla hajarudi nyumbani, wakashuhudia sauti ikaanza kuongea kwa mwangwi mkali humo humo ndani ya duka kwamba askari Chacha ameyakanyaga kwa sababu yeye anajaribu kutega mitego yake, atamjua kwamba yeye ni mzee baruzu huyo.